Naitwa Erasto Mpete, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tarehe kumi mwezi wa pili 2026 eh, tumetembelea katika barabara hii ya majengo ambayo ina makutano e, amba na barabara hii inayotoka airport kwenda Igereke. Changamoto ambayo tumeiona ni kutokana na wananchi kuanza kupaza sauti za kelele kwamba barabara imelimwa kipindi cha jambo hili ni sahihi, kwamba hata sasa hivi mwendelezo wa barabara haiwezekani kwa sababu mvua imenyesha, lakini tuseme kwa kipindi cha siku kadhaa zilizopita, hali ya hewa ilikuwa inaruhusu barabara kulimwa. Tumeona barabara zimeshalimwa za kutosha maeneo ya airport na Nzenge upande mwingine e, tuseme e, mkandarasi kuna moja nyingine ni kama alikuwa anabahatisha kulingana na hali ya hewa iliyokuwepo kipindi hiki cha siku chache zilizopita, lakini kuanzia majuzi, jana na pengine leo na kuendelea, hali ya hewa si nzuri, kwa maana mvua sasa inanyesha. Kwa hiyo e, wito wetu, wetu kama viongozi, kwanza tuwaombe radhi wananchi, si kusudio la serikali ku au kusema kuharibu barabara au kulima barabara katika muda huu. Tuwaombe radhi, lakini pia tuombe wa wananchi wao wavumilivu kwa sababu lengo ni zuri, kwa hali ya hewa ikitengamaa basi manake e, magleda na lola zitakuja kusindilia na barabara itakuwa vizuri. Hii ni ziara ya kidharura, e, baada ya mimi kuona kwenye mtandao na kuwasiliana na katibu wa mbunge wote wawili kwa maana Kalinga na Kayombo, niliwapigia kwao, tumeweza kuja kupitia hili eneo, kwa maana hapa sasa kuna ofisi ya mbunge lakini kuna ofisi ya halmashauri kama mwenyekiti wa halmashauri kwa niaba ya Waheshimiwa Madiwani, kwa maana baada ya kusikia hii adha, tumeona wote tufike. Lakini bado tutumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeleta fedha kwa ajili ya kuboresha barabara hizi maeneo hapa mjini. Hizi ni changamoto na ni za muda mfupi, tuna imani baada ya muda mfupi barabara zitaboresheka na wananchi watafurahia matunda ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunapongeza serikali ya mtaa huu wa Kambarage chini ya mwenyekiti Bwana fm e, wameweza kufika nao tumekuwa pamoja, lakini tunashukuru pia na viongozi wa chama wameweza kufika. Sasa rai yangu sisi viongozi tuwe sehemu ya utatuzi na badala ya kuchangia migogoro, ili kuhakikisha kwamba tunashiriki pamoja na wananchi katika kutatua migogoro ambayo imejitokeza pia nipongeze Mheshimiwa diwani Mgini, wa kata ya Njombe Mjini, Mheshimiwa Deo Mazao e, nimeambiwa kwamba amefika lakini na meneja wa TARURA pia amefika, wamezungumza na wananchi, wananchi wameelewa kadi nilivyoomba kwamba wananchi wawe na subira. Kwa hiyo huu ndio uongozi ko, nampongeza Mheshimiwa diwani na meneja wa TARURA kufika mara moja baada ya hii adha kutoka.